Kwa majina naitwa William Losingo Molel. Namshukuru Mungu sana kwa kuweza kutusaidia kutoka katika magereza, kwa sababu kwa kweli magereza ni kama kuwa katika mdomo wa mamba, na tunashukuru, nawashukuru Watanzania wote ambao wametuombea. Naamini kwa maombi yao Mungu amesikia, na hatimaye Mungu amekuwa mwaminifu nje tuendelee kuomba Mungu, tumwombe Mungu sana kuliombea taifa letu. Kwa sababu gani? Tunahitaji mifumo ibadilike. Mifumo ya taifa letu ndio iliyo sababisha tukawekwa ndani, kwa sababu hatukuwa na makosa yoyote, na tunahitaji katiba mpya kwa sasa, na naamini muda sio mrefu, muda sio mwingi sana, eh muda sio mrefu Mungu atakwenda kutupatia katiba mpya bora isiyotokana na chama kimoja cha siasa. Tunahitaji katiba ambayo ni katiba ya Watanzania si katiba ya chama kimoja cha siasa. Mimi walinikamatia e, Kimandolu e, nilipigiwa simu kwa kutumia simu ya mwanachama mwenzangu ambaye tulishamdhamini bwana mmoja anaitwa Mzambia, akawa ameshikwa tena kabla ya uchaguzi Kwayo, kwa hiyo huyo mwanachama akanipigia simu kama twende tukamsaidia Mzambia atoke nje kwa sababu amekaa ndani sana. Ilikuwa tarehe sita. Sasa nilipokwenda ndio nikakamatwa na polisi. Na ukamataji wa polisi haukuwa fair kwa sababu hata unapokamatwa na nyang'anywa simu huwezi kuwasiliana na ndugu zako na kunyima kabisa usiwasiliane na ndugu zako. Kwa hiyo ni, ni tatizo kubwa sana. Hiyo yote ni tatizo la mifumo tu. Kwa hiyo zaidi ya yote lakini ni mshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu. Kwa kweli tuko wazima, ametulinda kuli, kuna magonjwa mbalimbali, kuna vifua vikuu na nini, lakini Mungu ameweza kutulinda, tumetoka salama. Nashukuru Mungu sana, nafurahi sana kwa hili kuachiwa kwa kwa kwa ndugu zetu, kwa sababu kwa kweli tulikuwa tunajisikia vibaya sana hawa wakiwa ndani. Madamu wamekuwa huru, tunamshukuru Mungu. Kibaya zaidi kilichoniumiza kama mzee mlezi katika jamii ni watoto ambao walikuwa wamewekwa ndani ambao walikuwa wafanye mtihani wa form four. Lakini pia tuliongea na mawakili na nafikiri walishughulikia hilo, na wale wamepata haki zao za msingi, maana hovyo ilikuwa ni kuharibikiwa maisha yao yote kama wanakosa mtihani huo. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa yote, basi tugange ajayo. Asante. Kwa kweli kiasi tu watu wako mchanganyiko, nao wako ndani walikuwa wengi tu. Jamii hapa waliokuja hapa ni mchanganyiko, vyama vyote mchanganyiko, dini zote mchanganyiko. Kwa hiyo hamna itikadi ya imani ya kidini wala itikadi ya vyama kwamba ni tofauti, wote tulikuwa pamoja kwa umoja. Asante, haiwarudishi nyuma hii, ndio inafanya twanasonga mbele sana, hata ulipo, tulipo, tunapowaona hapa ukuwaona wakitoka ni wanakimbia wana nguvu wana, wana mukari ni watu ambao wamekubali. Alafu nacho shukuru Mungu, tuko pazuri. Hasa CHADEMA ni chama pekee ambalo ndilo tumaini la Watanzania. Kwa hiyo hairudi nyuma, ndio imekwenda juu sana. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa yote aliyotokea, ni mipango ya Mungu. Asanteni. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Pili tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa tamko lake kwamba watu wote tuliokamatwa tutoke, lakini kwa sababu ile ilikuwa ni kumba kumba, wako wengi waliokuwa wamekamatwa hawana makosa. Kwa hiyo hata mimi mmoja wapo, mimi sikuwa na makosa, sikutoka kwenye maandamano hivyo tu. Kwa hiyo wako wengi tu hawakuwa na makosa, kwa kweli ni kukamatwa kamatwa tu. kwa ya kwanza tunamshukuru Mungu, pili tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa lile tamko lake, maana aliona. Ili ni hayo tu, sina mengine, asante. Ni ni, ni tumetoka mahakamani kwa ajili ya wenzetu kwenye kesi hii waliokuwa nayo ya uaini. Tunashukuru wameachiwa. Uh, tulikuwa na katibu wa baraza la wazee mzee William Losingo pamoja na wenzake. Leo hii wameachiwa kwa maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais. Lakini pia nishukuru sana ndugu zetu Baba Boni niko naye hapa, katibu chuma niko naye hapa pamoja na wengine wote. Tulikuwa pamoja Mungu awasaidie wa sana na tu, tuendelee kushikamana katika hali hii inayotuzunguka. Ah, sisi hatukujali wanachama tulijali Utanzania. Ndio kwa hiyo tulikuwa tuna tunakuja kwa ajili ya